Karibu Faith and Health Ministries. Jina langu ni Yoeli Elias Degea, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa taaluma, mimi ni mfamasia, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya afya ya umma. Faith and Health Ministries ni huduma maalum na makini sana ambayo itakujia kwa ajili ya kukuinua kiroho na kimwili pia. Hapa tutaangazia masuala mbalimbali yanayohusu imani afya, familia, mahusiano na mfumo halisi wa maisha, hasa vijana katika kizazi hiki. Jumbe mbalimbali zitakazotolewa zitagusa neno la Mungu, na hapo utapata kuona namna ambavyo Mungu wetu ni mwema sana, ikiwa utaamua kumwonja. Tutapata mafundisho mbalimbali katika afya, hapo tutaona afya ya mwanaume kama inavyoonyeshwa hapo, lakini pia tutaweza kupata muda wa kuimba na kuomba pamoja. Ninaamini kwa neema ya Mungu, jumbe hizi zitakuinua sana kiroho na utamuona Mungu katika sura nyingine, zitakutia moyo mahali ambapo unaona umeanguka, lakini pia zitakupa sababu ya kusimama tena, ili kulifikia kusudi la wewe kuwapo hapa duniani. Vipindi hivi vitakujia kila siku hapa hapa YouTube, TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushea jumbe hizi ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na neno la Mungu. Anajua ninatamani kuwavuta wengi kwa Yesu. Hajua anatamani kuwavuta watu, hivyo ananipeleka kutangaza nitangaze neno lake. Kwa nini ya kufa twahubiri pamoja wananami. Bwana akubariki sana.